Yesu, ikiwa wameapa kwa jina lako, usimame mwenyewe kuhakikisha wananena kile walichokiapa. Kama ni kweli, wanene kweli. Wewe umesema ndio, hakimu mkuu utahukumu kila uliye juu ya mamlaka zote. Wewe uliye mkuu, uliyeumba mbingu na nchi, na sisi ni kazi ya mikono yako, umeziweka mamlaka duniani, Bwana, ili kusimamia uumbaji wako ili huyu mtu uliyemfanya kwa sura na mfano wako aweze kuishi katika nchi ulioitengeneza ulioifanya, maana hapo mwanzo uliumba mbingu na nchi, ukaweka vitu vyote ndani yake, ukamweka mwanadamu aweze kusimamia uumbaji wako Baba. Tuko mbele zako kama Mungu mkuu, muumba wa vitu yote tunajisalimisha sasa, kwa kwa siku ya leo, tukiweka mahakama hii na watendaji wote wakuu wa mahakama hii na kesi iliyo mbele yetu Jehova, maana wewe ndio hakimu mkuu, hakuna hakimu kama wewe. Wewe ukitaka lote liwe linakuwa, hakuna wenzengu kupindisha au kuwa juu ya mamlaka yako, Bwana. Ninakusii mfalme wa mbinguni, tunapojikabidhi mikono yako sasa, tunapokabidhi kesi iliyo mbele yetu mkononi mwako Jehova, tuna si uwepo wako mahali hapa. Tunasalimisha mahakama hii na sesheni yote ya kesi ya leo, tunajisalimisha mikononi mwako, ukaonekane wa uliye hakimu wa mahakimu, uketie juu ki, katika kiti cha enzi

Kiko amesema maji makuu yalikokogarika hayatatugarikisha, na ndivyo alivyofanya kwa mtumishi wako, maji makuu yalipofurika huku acha agarikishwe. Kila silaha itakayo inuka juu yake umesema haitafanikiwa, na kila ulimi utakao nena kinyume umesema hautafanikiwa. Jehova, tuko mbele zako kama viumbe vyako, simama mwenyewe juu ya hili Bwana wewe uliye jua yote tokea awali, tokea kuwekwa misingi ya ulimwengu ulikuwepo. Na ndivyo ndivyo, viratibu vyote, siku hii Bwana ameiumba, umefanya nasi umetuweka kuwa mashahidi wa siku hii. Siku hii, mfalme wa amani, imebeba tena kesi hiyo mbele yetu, na kabidhi mashahidi wote watakaoletwa siku ya leo mikononi mwako Yesu. Ikiwa wameapa kwa jina lako, usimame mwenyewe kuhakikisha wananena kile walichokiapa kama ni kweli wanene kweli. Wewe umesema ndio hakimu mkuu, utahukumu kila ulimi. Bwana Yesu, asubuhi ya leo ukasimame kwenye kiti chako cha enzi, ukahukumu kila ulimi. Asubuhi ya leo, kila kitakachonenwa mahali hapa Bwana, ukahukumu wewe, iye hakimu mkuu, ukanene Bwana, ukahakikishe, Mfalme, haki inatendeka. Majaji nawaweka mkono wako, ni watumishi wako, umewaweka kusimamia haki katika taifa hili Simama mwenyewe Bwana, nchi ni mali yako, ni kazi ya mikono yako. Basi tu watu wako nao, nasimama upande wa watu wako. Umesema ikiwa watu wangu walioungwa, walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kutubu dhambi zao, umesema utasikia huko mbinguni uliko utashuka na kuipona unya nchi. Nchi inahitaji uponyaji, uponyaji unatoka kwako Bwana. Tumekuja mbele zako tukijinyenyekesha siku ya leo, tu wakosefu chini ya jua kama wanadamu, lakini Bwana tunaomba rehema kila kosa tulofanya chini ya jua, ili wewe usimame uliye mwaminifu ukaiponye nchi hii. Na kabidhi mahakama hii mikono yako na watendakazi wote na mawakili wote na wote ambao tuko mahali hapa, Bwana, tunajisalimisha kwako. Hekima yako ikatende kazi, hekima yako ikasimame, maarifa ujuzi na hekima vikasimame Bwana, vikanene siku ya leo. Utisho wako kashuke mahali hapa utamalaki, e Bwana kwa kila kiumbe. Ninakushukuru Mfalme, tukiachilia mikono yako yote, yanaweza kutendeka hapa, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.